Karibu katika chaneli yetu ya simulizi zilizojificha. Tafadhali subscribe kama huja subscribe, ili kupata makala na masimulizi mengine mengi na mazuri. Karibu katika simulizi inayohusu Bouvet Island, kisiwa cha ajabu. Tafadhali tazama mpaka mwisho. Karibu. Dunia hii imezungukwa na bahari, milima na miji, lakini kuna maeneo ambayo hayajaguswa na mtu yoyote maeneo ambayo hata ramani hushindwa kuyaeleza kwa usahihi, mahali ambapo historia imenyamazishwa kimakusudi. Karibu kwenye safari ya kipekee ya kuichunguza Bouvet Island, kisiwa kisichotembelewa, kisichoishi mtu, lakini kilichojaa miujiza, siri na hofu. Kuzaliwa kwa kisiwa: kisiwa cha Bouvet kilizaliwa kwa milipuko ya volkeno chini ya bahari. Kwa milioni ya miaka, maji baridi ya bahari ya kusini yalizidi kukizingira, barafu ikajenga ukuta wa asili. Hakuna wanyama wakubwa, hakuna mimea mikubwa, lakini linatajwa kuwa kisiwa kilicho hai. Wanasayansi waliosoma miale ya sumaku katika eneo hilo wamesema kuwa kuna kitu chini ya ardhi kinachovuta umeme, kitu kisichojulikana hadi leo. Siri ya mabaki ya chumba cha chuma Mwaka 1964, timu ya uchunguzi wa Kifini ilitua kwa helikopta juu ya Bouvet Island. Katika dakika 30 pekee walizoweza kukaa, waligundua kitu cha ajabu: chumba kidogo cha chuma kilichoonekana kama kapsul, kikiwa kimejaa sakafu ya mbao na viti vya chuma vya kale lakini wakati waliporudi miaka miwili baadaye, chumba hicho kilikuwa kimepotea kabisa. Hakuwa na alama yoyote kuwa kilikuwepo. Je, kiliingia ardhini au kilichukuliwa? Mlio wa ajabu, the bloop. The bloop uliosikika mwaka 1997 umeripotiwa na wataalamu wa NOAA. Ilisikika mara moja tu, lakini ilikuwa kubwa zaidi ya sauti yoyote ya kiumbe hai ilikuja kutoka maeneo ya karibu na Bouvet Island. Wanaoamini katika Cthulhu Mythos husema eneo hilo lina uhusiano na Old Gods waliolala chini ya bahari. Wengine wanaamini ni uhamisho wa nishati kutoka ulimwengu mwingine. Kesi ya mabaki ya boti ya kijeshi. Mnamo mwaka 1962, satellite ya Soviet iliona kitu kikiwa kinang'aa katika pwani ya Bouvet. Mwaka uliofuata boti ndogo ya kijeshi ilipatikana ikiwa tupu. Hakuna mwanadamu yoyote aliyekuwepo, hapakuwa na majina wala namba za kutambulika. Timu ya Norwegians iliyoenda kuichunguza ilirudi haraka. Hakuna hata mmoja aliyetoa taarifa rasmi ya walichokiona. Rekodi hiyo ilifutwa kutoka kwenye kumbukumbu ya kijeshi. Ukweli kuhusu mfumo wa magneti wa kisiwa hiki Tangu miaka ya 1980 vipimo vya magnetic field katika kisiwa hiki vimeonekana kuwa na kasoro, compasses huzunguka bila mpangilio. Wataalam wamefananisha eneo hilo na Bermuda Triangle. Wengine wanasema kuna masafa ya siri yanayopitishwa pitia chini ya ardhi ya kisiwa ambayo huwafanya watu kupoteza kumbukumbu au kuona maono yasiyoeleweka. Je, kuna teknolojia ya nyuma ya milango ya portal? Wengine wanaamini kuwa Bouvet Island ni lango kati ya dunia yetu na ulimwengu mwingine. Baadhi ya picha za satellite ziliwahi kuonyesha muundo wa mviringo kama mlango mkubwa unaomulika mwanga wa samawati. Waliojaribu kurusha drone kuelekea eneo hilo, vifaa vyao vililipuka hewani. Je, kuna teknolojia ya nyuma ya milango ya wakati au nafasi? Kisa cha mwanasayansi aliyepotea, Dr. Harold Stein, mwanasayansi wa jeruwani aliyekuwa akichunguza crust ya Bouvet, alitoweka mwaka 2006. Aliacha taarifa ya mwisho, ninaamini chini ya kisiwa hiki kuna kitu cha kale zaidi ya historia ya mwanadamu. Miaka kumi baadaye, kijana mmoja nchini Iceland aliweka kwenye blog picha za michoro aliyoota ilikuwa ni blueprint ya jengo lililoko chini ya barafu, na blueprint hiyo ilifanana na data ya Harold aliyokuwa ameihifadhi kabla ya kupotea. Mahojiano na wanajeshi waliokwepa kifo. Wawili kati ya wanajeshi waliohusika na misheni ya elfu mbili na moja walihojiwa kwa siri. Walikiri kuona ukweli unaovuka mipaka ya akili ya mwanadamu Waliona mianga, wakasikia sauti ndani ya vichwa vyao, na mmoja alipopoteza fahamu, alipoamka alijua lugha ya kale isiyojulikana. Mmoja wao alihamia Tibet, hakutaka kuhusika tena na dunia ya kisasa. Simulizi za wakazi wa karibu. Katika fukwe za Afrika Kusini na Namibia, wavuvi wawahi kusema, waliona viumbe vya ajabu baharini, waliovaa miwani yenye kung'aa, wakiwa kimya, wakitoweka bila sauti. Je, hawa ni viumbe wanaotoka Bouvet au ni majaribio ya kijeshi ya maumbile mapya? Wengine wanasema waliota mara kadhaa wanachukuliwa kwenda kisiwa chenye kuta za barafu, sauti ya mashine na watu waliovaa mavazi ya kuficha miili yao. Mijadala ya siri mitandaoni na wanaoamini. Kwenye forums kama Reddit, kuna mijadala ya kina ya watu waliopata taarifa za kisiwa hiki kupitia redio za masafa mfupi. Wengine wanasema walivuta signal inayosema, lango litafunguliwa tena tume tayari kurudi. Mawasiliano hayo yalikuwa ya sekunde 12 tu, lakini watu sita katika nchi tofauti waliyarekodi, wote kwa wakati mmoja. Serikali ya Norway inaendelea kumiliki kisiwa hicho lakini haitoi vibali vya utafiti kwa urahisi. Kwa nini serikali ya nchi yenye amani iwe na shauku ya kulinda eneo lisilo na watu? Wengine wanasema CIA, Mossad na KGB waliwahi kufanya operesheni za pamoja hapo. Katika mojawapo kuna ripoti ya kwamba walipoteza kifaa chenye akili. Nukuu kutoka kwa waliopona Nilihisi kama mtu mwingine anaishi ndani ya mwili wangu. Mwandishi wa habari aliyejaribu kufuatilia tukio la Bouvet. Nilikuwa napiga picha kwa satellite, ghafla sehemu ya picha ilijifuta yenyewe. Mfanyakazi wa Google Earth. Hiyo sauti ilikuwa ya mama yangu, lakini mama yangu alifariki miaka mitatu iliyopita. Rubani aliyepoteza mwelekeo karibu na Bouvet. Nukta za kisayansi zinazotia shaka barafu ya Bouvet ina muundo tofauti, asilimia 0.3 ya gesi ambayo haijulikani. Wataalamu wa seismology wamegundua mdundo wa kipekee wa ardhi unaojirudia kila masaa nne. Maji ya karibu na kisiwa huwa na joto zaidi ya kawaida, kana kwamba kuna chanzo cha moto chini yake. Bouvet Island si kisiwa tu, ni mlango, ni sehemu ambayo historia, teknolojia, na hata ulimwengu wa roho hujificha. Dunia haiko jinsi tunavyoifikiria. Kuna maeneo ambayo yakigundulika yangebadili imani, elimu na utaratibu wa dunia. Hii ndiyo sababu kisiwa hiki hakiruhusiwi kutembelewa. Lakini je, ni kwa muda gani siri hii itadumu? Ikiwa ulihisi kizunguzungu wakati wa kusikiliza simulizi hii, usijali. Hiyo ni kawaida pale mtu anapogusa ukweli uliokatazwa. Tafadhali subscribe, like, share na comment kwa simulizi nyingine zinazogusa maeneo yaliyosahaulika na yaliyofichwa kimakusudi.